Kwa majina naitwa James Kabepele, mimi nilikuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mkoa wa Tabora mpaka hivi ninavyozungumza. Maana yake nimejivua uongozi wa mkoa lakini pia si mwanachama tena wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mpaka hapa ninapozungumza. Oh, sababu za msingi ambazo leo hii tumekusudia kuwaambia wananchi wa mkoa wa Tabora, lakini pamoja na Watanzania wote ambao wanatusikia kwenye vyombo hivi vya habari, kwa nini tumeamua kujivua uanachama kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Siasa ni utashi wa mtu. Siasa ni uamuzi wa mtu. Siasa ni hoja za msingi ambazo kila Mtanzania, kila binadamu anaweza kuzisimamia kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa maisha yake, maisha ya jamii na maisha ya taifa kwa ujumla, lakini kuna mambo ambayo yanapojitokeza katika mchakato wa siasa, mara nyingi unaweza kubadilisha utaratibu na kuangalia utaratibu mwingine ambao unafaa kwa maslahi mapana ya kwako binafsi, maslahi mapana ya jamii, lakini pamoja na taifa kwa ujumla kwa hiyo tumefanya mambo mengi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, nimejiunga mwaka 2010. niligombea ubunge jimbo la Igarula, lakini pia nimegombea udiwani mara mbili. Mpaka hapa ninapozungumza ndani ya chama nimekuwa mwenyekiti wa wilaya, sasa nilikuwa mwenyekiti wa mkoa, lakini nimeamua kuachia madaraka haya makubwa ya mkoa na si kwa tamaa ya kitu chochote, bali kupumzisha akili kutokana na madhila makubwa ambayo yapo ndani ya chama chetu tulichokuwa tunakiongoza. Ndugu zangu, chama cha Demokrasia na Maendeleo kimekuwa na mwelekeo mbovu. Tulikiamini sana na kilikuwa chama kikuu cha upinzani kwenye nchi yetu lakini sasa kimekuwa chama cha wanaharakati, sio chama cha siasa. Tumeona matukio makubwa, wale ambao wameshiriki chaguzi kuu ndani ya chama. Kuna mpasuko mkubwa ambao umejitokeza, makundi mawili yamehasimiana. Imefikia hatua kundi ambalo limeshindwa linaonekana kuwa ni adui mkubwa kwa kundi ambalo limeshinda tafsiri yake, tumeshindwa kwenda pamoja, tumeshindwa kusimama ndani ya katiba. Tunaendesha vita ndani ya chama, lakini adui yetu mkubwa tumemwacha, anaendelea na utaratibu wake. Sisi ndani ya chama tunagombana kila siku, yaani hakuna jitihada zinazofanyika juu ya chama tawala, lakini jitihada zinafanyika ndani ya chama, na jitihada hizi zinazofanyika ni vita kushambuliana viongozi kwa viongozi. Kwa hiyo tumedhalilishwa sana, tumetukanwa sana. Kuna watu wamefanya wamefanya presi kulaumu viongozi wa mkoa, viongozi wa kanda <laughs> lakini wanachama wa kawaida na hawana mamlaka hiyo. Kwa hiyo, kwa mazingira hayo tumeshindwa kuwekana sawa na tulizungumza hili wakati wa uchaguzi mkuu kwamba tunatakiwa kusimama kwenye katiba na kanuni. Lakini pia Mheshimiwa mwenyekiti aliyeshindwa alisema kwamba tunahitaji kuponya majeraha, kwa maana pande zote mbili tufanye reconciliation, usuluhishi, lakini hili jambo halijafanyika. Kwa hiyo tunashindwa kufanya kazi ipasavyo, na tuna dhamira kisiasa kwamba tutendee haki taifa letu na Watanzania lakini kila unapoinua kichwa kichwa kinapondwa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, kuna nguvu ambayo iko nyuma inasimamia na kuratibu mwenendo halisi. Tumekuwa virusi ndani ya chama, tumekuwa wasaliti, tumekuwa waasi. Maana huwezi kuchangia hoja yoyote ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa wakati huu. Ili mradi tu ulikuwa kwenye kambi tofauti na uongozi uliopo, unapozungumza hoja yoyote, wewe ni msaliti, wewe ni mwasi, wewe ni mpumbavu na tunaambiwa tuondoke, ondokeni kwenye chama, tubaki sisi. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, tunaona kwamba tukae pembeni, kwa kuwa dhamira tuliyokuwa nayo ilikuwa ni kutafuta dola, ni kushika dola, lakini tumeanza kuondoana kwenye chama, tunafukuzana kwenye chama tunadharauliana hatuheshimiani, kwamba tumeamua kutoka CHADEMA, lakini hatujasema tunaacha siasa. Sisi ni wanasiasa, hatujaacha siasa. Tumesema tutawapeni uelekeo, waandishi wa habari, baada ya muda mfupi sana, kwamba tunaelekea wapi. Lakini kwa kipindi hiki cha kuanzia leo na siku ambazo zinakuja hapa mbele, tutakuwa sisi ni, ni, ni, ni, ni, ni wanachama huru ambao hatuna chama. Kwa hiyo direction ya kwamba tutagombea tra, wapi kwamba a tuta, tuta, tuta, kila mtu anania kugombea hapa udiwani ubunge na nini, tutakwenda kugombea hapa, tutawaambieni baadaye. Hilo ni, ni ni swala la muda tu mfupi, lakini sisi tumedhamia kwamba lazima tutagombea, kwa sababu ili ili ili, ili unufai, unufaike na, na, na, na matunda ya siasa lazima uwe mwanasiasa ambaye unashiriki una, una chaguzi na chama cha siasa lengo lake kubwa ni kushika, ni kushinda dola. Sasa kama atushiriki siasa hatushiriki atu, atu, atu, uchaguzi tunashinda tunashikaje dola? Kwa hiyo tutawaambieni muda sio mrefu kwamba wapi tutaelekea na tutagombea kama kawaida.